nzuri ambayo inaweza pia kupambana na magonjwa sugu kwenye nyanya eh, masuala ya kutu ya majani, kutu ya matunda, aa, masuala ya bakajani kwa maana ya early and late blight. Hivi vyambata pia vinaweza kupambana na hiyo shida eh, lakini masuala ya ah masuala ya ring spots, madoadoa kwenye majani, kwenye matunda kunakuwa na ring spots. Pia zinaweza kusaidia kupambana na hiyo shida. Mfano wa sumu ambayo ina difenoconazole pamoja na azostrobin ni Bravia kwa mfano. Sumu aina ya Bravia wengi wenu mnaifahamu, lakini sumu aina ya Token kama vile unaona zinapita kwenye screen hapo, Bravia pamoja na Token, hizo sumu ni nzuri, ukawa nazo zitakusaidia sana kwenye kupambana na hayo maradhi. Lakini kiambata kingine ama sumu nyingine ni sumu ambayo ina difenoconazole peke yake. Hapa juu tumeona bravi pamoja